nye nchi nyii ni watu bora sana Afrika Mashariki na Kati, nyi watu bora sana katika bara la Afrika. Jueni uwezo wenu, jitambueni thamani yenu. Simba, Simba alifanya futari Serena pale msimu uliopita. Maana yake ni ni ni, sijazungumzia Simba, nimezungumzia imani ya Kiislamu. Ukimwona yoyote hmm, anamwita mtu kwenda kumfuturisha mtu aliyeitwa na uwezo huko, hmm, sio kufuturu huko, kwenda kula dini. Nani anabisha? Ukimwona mtu ana uwezo, ukamwita kwenye kufuturu, huyo ujamwita kwenye kufuturu, umemleta kwenye kura, kwani kufuturisha imeandika kwamba asiyekuwa na uwezo ndio. Yes, yes. Ni imani ya dini ya Kiislamu, mtume anatuambia wafuturusheni wasiokuwa na uwezo. Kuna sehemu imesema wasifuturishwe aliyekuwa na uwezo, ana uwezo kufuturisha maana <repe> yake ni kumfuturisha mtu asiyekuwa na uwezo. shaka unanielewa, asiyekuwa nacho, umeelewa? Hiyo dini eh, hiyo dini. Kisugu umejuaje wanacho wewe? Ulijuaje kwamba wale wa jana, wewe umejuaje kama wale wa jana walikuwa hawana wakaenda kufuturu <tutu> <tutu> <tokie> <tokie> wa. Yeah. Tunapozungumza swala la dini tuwe siria sana, tusilete komedi kwenye dini kupitia ninyi waandishi habari. Kuna watu wanajifunza, inawezekana kuna mtu alikuwa anatamani afanye ataacha. Wako watu wenye shida, wanahitaji kufuturishwa, wapo iftari ya, iftari ya Yanga na napeleka somo. Mimi napeleka somo kwa watu ambao Mungu alowapa nini uwezo. Nisikiliza vizuri, sitaki kumlenga mtu, nasema mtu mwenye nini uwezo anipotaka kufuturisha lazima hakikisha anakwenda kuwafuturisha watu wasiokuwa na uwezo. Waandishi, memaliza maneno leo, mekuja naftari, amtaki goli sita. Asanteni, nawashukuru sana. Tuzungumzie kiwango cha Kibs, mkionaje siku ya leo? Ni mchezaji mzuri kabla hajafunga goli muda mrefu katika ligi NBC, lakini mwalimu tayari amemjumuisha kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania. Hii yote inaonyesha namna ambavyo ubora wa nani? Kibs ni mchezaji mzuri na ndio maana Simba tunaendelea kumpa support mwalimu anazidi kumwamini kwenye first eleven. Leo bahati nzuri amepata nafasi, amezitumia. Hongera yake man of the match. Kibodeni nataka kuniambia goli sita za leo ni salamu kwa yule aliyekimbia, sio adhabu? Sio salamu, hizi ni adhabu moja. Tumekuja kumwadhibu kibaraka wa nyumamwiko. Kivipi? wewe ujui? Ndio nataka unijui kwamba nyumamwiko na hao nyuma na ujirani. wewe ujui? Ndio nataka unijui kwamba nyumamwiko na hao na urafiki. wewe ujui kama hao na kinyumamwiko, baba moja mama moja tumekuja kutoa adhabu kwa kibaraka wa nyuma mwiko. Lakini cha pili tumekuja kufunga mdomo wa kocha mzawa jeuli meki jana, maneno yake mmesikia. Yule anaitwa meki meksime aka mzee mpili, wewe mbona uko kimya leo? Naona mimi nakusikiliza kwenye kilo kinapiga inawekwa ligi NBC sawa. Goli sita bila ndo kazi nafungwa katika uwanja Kwenye ligi NBC ndio ndo tunaanza sita bila hey, ndio mnaanza, ndio mnaanza. Watu walipata sita moja hey, zungumzeni hilo. Sita bila kuna, kuna mtu nilimsikia anasema kwamba hizi sita zibidi ziende katika ile siku ambayo mechi iliahirishwa hapana, sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Nimesema yeah. Hii leo ni mpango mkakati maalum wa kuja kumfunga kibaraka wa nyumamwiko. Kibaraka, kibaraka usijili na mwenyewe mwenye kibaraka wake. Yuko wapi? Aandika unamjua... barua kwanza, Kisugu alaikum. Andika barua mwenyewe kakataa kucheza na sisi kwa eh? hiyo kama kakataa eh? tunapiga vibarua wake ameandika barua kwenye ni bodi eh? we mwandishi, unajua taarifa kutafuta na, najua, najua. Una taarifa kuna klabu imeandika hataki tena kucheza dabi na, na ukihitaji unachukua elfu kumi Anachukua elfu kumi. Mimi nakumbuka brother, I, hii Simba Simba waandishi wa habari. tunapozungumzia Simba serious, Kiki ni mwakilishi pekee eh, anakwenda kuwakilisha Afrika Mashariki na kati katika mashindano ya kimataifa, ya shirikisho. Inshallah tunashukuru Mwenyezi Mungu. Safari inaondoka hapa zaidi ya tarehe tatu, tarehe mbili tutakuwa Almasi eh, kwenda kuisapoti timu ili kuhakikisha tunapata matokeo Dar es Salaam ligi. snyuma ambaye ataki kucheza dabi. Okay, yeah, katika mipango yenu kwamba ile dabi mkicheza, mnamshusha nyie, mnapanda juu. Wewe nenda kawaambie sisi sio vilima, sisi ni pipo, mtakutana. Bagala.